Akizungumza na kituo hiki, afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Mbeya, Aika Temu, amesema juhudi mbalimbali mbali zimefanyika kupunguza idadi ya watoto hao wanaoishi mitaani, ambapo awali walikuwa zaidi ya sabini na tano, lakini kwa sasa wamepungua hadi kufikia wasiozidi ishirini. Serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imekuwa ikifanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba kundi hili la watoto wanarudi katika familia lakini kwa wale ambao labda kwa namna moja au nyingine kuna changamoto kubwa kwenye familia, serikali kupitia idara ya ustawi wa jamii katika halmashauri ya jiji lakini kwa kushirikiana na wadau wengine ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja, tumekuwa tukiwakutanisha kwa pamoja watoto hawa na kubaini sababu zinazowapelekea wao kwenda mtaani. Tumekuwa na sehemu salama, tunasema nyumba sa, uh, tunasema makao ya watoto ambao tumekuwa tukiwahifadhi hao watoto kwa muda na kwa kushirikiana na wadau tumefanikiwa pia kuwarudisha watoto shule kwa wale ambao walikubali kurudi shule, memkwa watoto kumi na nne wamefanikiwa kurudi shule na tunashukuru kwa mwaka jana 2024, watoto wanne waligraduate darasa la saba. Kwa upande mwingine, Fadhili Majaliwa maarufu kama Mwamba, ambaye ni msimamizi wa moja ya kituo kinachowahudumia watoto hao hapa mkoani Mbeya, amesema watoto wengi wamejikuta mitaani kutokana na changamoto mbalimbali za kifamilia na kijamii huku akibainisha kuwa amekuwa karibu nao kiasi cha kuonekana kama ni mjomba wao hata wale walioko bado mitaani. Kutelekeza mtoto, unaweza kumtelekeza mtoto na lala naye ndani, unakula naye chakula, unamnunulia una, una, una nguo za shule na shule anaenda, lakini mtelekeza hajawa rafiki, hajawa mtu wa karibu, hana follow up, hana mtu a anamfuatilia kwa ukaribu ili kuweza kumsikiliza changamoto zake hata yale mazuri yake unakuta tunakuwa tuko bize, lakini sababu nyingine migogoro ya kifamilia, baba na mama wametengana, hawajatengana katika namna iliyo nzuri. Mtoto anachukuliwa anapeleka kwa bibi, bibi hana uwezo alafu, au labda mama anadaki anamchukua mtoto, anabaki na mtoto, mama naye maisha yake anapambana, miguu ni saidia, anaamka asubuhi labda anazungusha ndizi au nini. Wakati huo huo, baadhi ya wananchi wa jiji la Mbeya wameeleza maoni yao juu ya hali hiyo huku wakitaka jamii kushirikiana zaidi katika kuwaokoa watoto hao na kuwapatia malezi bora. Wanakuwa ni wakali, wanafujo, lakini sasa tunaomba jamani, jamii tuangalie hata hawa wahusika kwenye vyombo vya habari serikali, nyiye waandishi wa habari tusaidieni, pazeni sauti zenu, tuone serikali wanasaidiaje, wanasaidiaje. Ajua kama serikali inalijua hili swala, ilitokea ifanyie kazi, sio saa hizi Yaani tayari ishaharibikiwa, chakufanyia kazi hapo tu ni kutafuta hata migambo wa jiji, chakula, mavazi, malazi na pia kupata riski ya kujikimu kwenye familia zao, kwa sababu watu mtaani wanashinda sana, utakuta kwenye madampo, ili kutafuta hizo hela za kuizi mahitaji yao kwenye chakula na pia rasilimali za ulinzi katika afya zao, kama vile magonjwa. Ni laisa na kupata kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.